Kwa hiyo elimu hii ya uraia elimu hii ambayo tulioipata ndugu zangu, ni haina thamani kwa kitu chochote ambacho tunaweza sisi tukawashukuru watu hawa ikawa ni sawasawa na elimu waliotupa, lakini kwa kweli e, jambo hili wamelitusha mwahala ambapo ndipo mwahala pake. Kwa hiyo sisi ndio ambao tuna dhamana, tuna wafuasi nyuma na sisi ndiyo tunaweza kuwa ndio posta yao ya kuwafikishia hao watu wetu ambao wako nyuma. Kwa hiyo swala hili kulileta hapa, mimi ninasema kuwa kwa niaba ya BAKWATA jambo hili liwe endelevu, liendelee. Na ndiyo maana mimi nasema kwa kinywa kipana kabisa kwamba masala yote haya sisi BAKWATA tumeyakubali na hasa hili swala la kuunda kamati. Ndugu zanguni, jambo lolote kama halina kamati huwa halina muda mrefu, huwa linakufa, kwa sababu nyinyi hamna rejea. Kwa hiyo tukiunda kamati, mengine yote yataingia chini hapa. Kwa hiyo sisi kwa niaba ya BAKWATA E, jambo hili tunaomba ndugu zetu waliotuletea jambo hili walifikishe huko mahala, mahala maalum ya kuwa wanashinyanga na naamini ndiyo kauli ya wenzangu wanadini kwamba tumekubali kamati hiyo sasa iundwe kwa ajili ya maslahi. Kupitia mafundisho haya tumeona kuna nguvu fulani ambayo inatusukuma sasa kwenda kuisambaza kwa wengine. Hatutasita kuambia habari hii njema watu wengine, ili pale kwenye nafasi tulipo pale ambapo mtaa wetu au maeneo yetu tulipo, tusisite kupeleka habari hii njema ili Watanzania pale tulipo wajue elimu ya uraia ni kubwa, na wengine ha ha hawaipati elimu ya uraia lakini sisi ni nani? Mungu ametujalia baraka hii ya kujifunza pamoja na kwamba ni siku mbili tu, lakini siku mbili ni nyingi kama tumechukua na nukunukuu yale ambayo mtumishi wa Mungu ametufundisha. Ninatamani na mimi niwashirikisha kwamba kwa kuwa tumepata nafasi nzuri, tutamani kuambia watu wengine ili wajue miongozo, taratibu za katiba, mambo ya uongozi. Watu wetu huko duniani hawajui lakini tukiwashirikisha na kuambia habari hii ambayo sisi tumepata tutakuwa tumepanda mbegu njema kwa watu wengine. Jambo jingine ambalo nimejifunza ni kwamba mara nyingi tumekuwa hatutangazi ama hatufundishi umuhimu wa kuchagua, watu wengi hawachagui viongozi wetu, wanakwepa, hawajiandikishi, na sisi viongozi wa madhehebu yawezekana tumekuwa chanzo cha kutochochea hali hiyo kwa sababu yawezekana hatufundishi vizuri watu wakaelewa, umuhimu ni kwa nini wawe miongoni mwa wale wanaochagua. Sasa kupitia mafunzo haya tumeweza kujua umuhimu wa sisi kusimamia haki na kutetea na kufundisha eh, umuhimu wa kuingia kwenye uchaguzi, kusimama kama mpiga kura, kitu ambacho mimi nimejifunza kama msemo ambao uliokuwa katika semina hii dini mbalimbali mbali: upendo, haki na amani. Vitu hivi kwa tafsiri ya dini yetu sisi ya Kiislamu ndio ambavyo vinapelekea sisi kuingia peponi, panapopatikana upendo maana yake na haki itapatikana. Upendo ukiwepo, kila mtu atapewa haki yake lakini ukikosekana upendo maana yake watu watanyimwa haki zao, na mtu anaponyimwa haki yake maana yake amani haiwezi kupatikana. Kwa tafsiri hiyo, sasa maneno haya, upendo ukiwepo na mtu akapewa haki yake, mzee akapewa haki yake, mwanamke akapewa haki yake, watoto tukawapa haki zao, wanaume nao wakapewa haki zao masikini wakapewa kizao matajiri wakapewa kizao, basi na amani itakuwepo katika nchi yetu ya Tanzania. Na ndivyo vitu ambavyo tunaamini kila rais ambaye anaingia kuchukua nchi huwa anatamani katika nchi anayoongoza kuwepo na amani.